Unavyoweza kufikiri kuwa unafanya kazi kwa bidii, unaokoa na unajitahidi kadri ya uwezo wako, lakini bado unapoteza. Kwa nini? Kwa sababu unacheza bila kujua mkakati. Pesa ni mchezo, ndiyo mchezo, na kama kila mchezo kuna sheria. Tatizo ni kwamba watu wengi hawajifunzi kamwe sheria hizo. Fikiria kuketi chini kwenye ubao wa chess na grandmaster, master mtaalamu mkuu wa chess, bila hata kujua jinsi vipande vinavyosogea. Nani atashinda? Hiyo ndiyo hasa jinsi pesa inavyofanya kazi. Matajiri wanaelewa sheria za pesa. Wanaweza wasiishi kwa kanuni fulani, lakini kila mara wanakuambia wewe fuata kanuni. Na mengi ya kanuni hizo yanatoka kwa mawazo ambayo yana umri wa mamia ya miaka. Moja ya akili zenye ukali zaidi kuwahi kuandika juu yake, nguvu, udhibiti na tabia ya binadamu ilikuwa Niccolo Machiavelli. Aliishi katika miaka ya 1500, lakini mafundisho yake bado yanatumika kwa nguvu na kuishi, haswa linapokuja suala la pesa. Kwa hivyo, kama umewahi kujiuliza kwa nini wewe unabaki maskini, wakati wengine wanaonekana kupanda juu zaidi na zaidi hii video ni kwa ajili yako. Tutachunguza mawazo ya Machiavelli kuhusu pesa na jinsi yanavyoweza kukufundisha ukweli kuhusu pesa. Karibu Mjawiri Growth Agency. Hapa tunazungumzia ukweli wa pesa, mindset ya mafanikio, biashara na mbinu za kukusaidia kupanda hatua kwa hatua, bila maneno matamu, bali maarifa halisi yanayofanya kazi. Kama unataka kunufaika zaidi na video kama hizi, bonyeza subscribe na washa alama ya kengele ili usikose video zetu mpya pindi zinapotoka. Kufikia mwisho utaona pesa kwa njia tofauti. Si kama karatasi, si kama sarafu, bali kama chombo cha nguvu, uhuru na kuishi. Kaa kama chombo hadi mwisho kwa sababu kanuni moja inaweza kubadilisha njia unayocheza mchezo huo milele. Sura ya kwanza. Kwa nini unabaki kuwa maskini? Tuwe waaminifu. Wewe ni mjinga. Wewe ni mvivu. Unacheza mchezo usio sahihi. Huwezi kuwa maskini kwa sababu wewe ni mjinga. Unabaki maskini kwa sababu wewe ni mvivu. Unabaki maskini kwa sababu unacheza mchezo usio sahihi. Kwa nini unabaki maskini? Usikose kufuatilia makala hii mwanzo hadi mwisho. Hapa tutaangalia historia ya Machivilie na somo lake kuhusu nguvu ya pesa na mafanikio. Subscribe hapo chini ili uwe familia hii upate makala hizi pindi tu zitakapokuwa hewani. Lakini comment ulichojifunza na mimi nitakuona, tutashauriana kwa undani zaidi. Likes kuonyesha mshikamano ili kuisapoti hii kazi tunayoifanya.